Uh, karibu sana Kingo Farm. Uh, nadhani hakuna mfugaji ambaye hajui hiki kitu. Huu hapa ni mkaa, mkaa wa, wa jikoni wa kawaida kabisa ambao tunao hapa. Matumizi yake mara nyingi huwa tunautumia kwa ajili ya joto. Uh, sasa mimi hapa nataka nije ni kuonyeshe namna ambavyo tunatumia huu mkaa kama tiba ya asili aa, kwa kuku wetu, na nitakwambia huu mkaa unatibu tibu kitu gani kwa kuku. Kwa hiyo e, nisikilize vizuri mpaka mwisho wa hii video ili uweze kujua kwamba huu mkaa una faida gani kwa kuku. Huu mkaa labda umeshawahi kusikia sehemu kwamba kuna wafugaji wanaotumia huu mkaa lakini hujui huu mkaa unafanya kazi gani. Kwa hiyo uh, tokea hapa nadhani utakuwa unajua vizuri uh, kitu cha kwanza kabisa ambacho unapaswa kukifahamu kwamba huu mkaa unatumika kwa kuku wa aina yeyote ile, awe kuku wa kienyeji, kuku wa mayai, kuku wa kisasa, kuku wa aina yeyote ile anatumia uh, huu mkaa uh, na maeneo ambayo huu mkaa unasaidia sana. Kwanza ni kwenye tiba, kama tiba kwa kuku, pili kwenye mabanda, pili kwenye mabanda. Nikizungumzia kwenye mabanda, ni kwamba huu mkaa unaondoa harufu bandani, harufu kali yani, ngoja nikupeleke. Uh, kama banda lako linatoa harufu kali, banda lako linanuka vibaya, ukimwaga mkaa ukaupondaponda ukaumwaga bandani, basi ile harufu inakata kabisa, kunakuwa hamna harufu mbaya tena e. Hii liwe banda la kuku, banda la ng'ombe, banda la mbuzi, ukimwaga juu kama hivi hapa, ukija ukimwaga juu, basi ile harufu mbaya inaondoka kabisa. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo unaweza ukaona huu mkaa una namaanisha juu ya matandazo, yaani kama hivi umeweka matandazo yako, basi unaweza ukamwaga uka, uka e, juu hapo, ili kuondoa harufu. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo huwa tunalitumia, na eneo la pili, sisi hapa shambani, mkaa huwa tunautumia kuna, ile ngoja ningie nikuelekeze kabisa. A, labda umeweka maji kwenye kopo kama hili hapa kuna muda waga yanamwagika, yanaloana, hum hum. Yani wafugaji wengi sana, nadhani hii hapa mnakutana naye, unakuta pembeni ya hili kopo kumeroana, wakija hawa vifaranga au kuku wanakuja na pia wanakuwa wanadonoa humo, ile uga ina, inasababisha magonjwa hasa magonjwa ya kokidiosis. Kwa hiyo kitu ambacho unafanya unatwanga mkaa, unakuja una unamwaga ili eneo la ambalo limeloana, sehemu yote ile kwenye banda kama limeloana, basi unamwaga, au mvua, kwa mfano hapa bahati mbaya mvua ikaingia huko pembeni, na wewe ukasema labda nataka nisafishe kesho banda mwaga kwanza mkaa au jivu. Hii kazi ya kusafisha mabanda kufanyaje? Mkaa hata jivu linafanya kazi vizuri kabisa. Unamwaga hili eneo, unamwaga basi, unakuwa unawakinga kuku dhidi ya kokidiosis. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza kabisa ambalo nilikuwa na kuelekeza matumizi ya mkaa kwenye upande wa banda. Sasa tugeukie upande mwingine ambao unaweza ukautumia mkaa kama tiba uh. Kabla sijakutajia hili eneo, kwanza kabisa nipende kukuambia kwamba sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji wa kuku kwa vitendo. Utajifunza hapa kwetu kufuga kuku kwa vitendo. Uh, kupitia hili shamba letu, kwa mfano, kama hivi tukileta vifaranga kama hawa, tunaelekeza namna ambavyo unaweza ukawalea. Kujiunga na kundi letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ukilipia elfu nane unakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili, kama unaendelea na kundi utalipia tena, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji um, vinaelekeza namna ambavyo. Kuna kitabu kwa mfano cha ufugaji wa broiler, kitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukawafuga hawa broiler. Uh, kuna kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji, utaelekezwa jinsi ya kuwafuga kuku wa kienyeji. Kuna ufugaji wa chotara kuku wa aina zote, kuna vitabu vyao, lakini pia kuna kitabu cha tiba za asili. Hicho kinakuelekeza jinsi ya kutengeneza tiba za magonjwa yote, yawe yanatibika kwa tiba za viwandani hizi za dukani, hayatibiki, sisi E, tunatibu kwa tiba za asili, lakini pia tuna mwongozo maalum wa tiba za asili, jinsi ambavyo unaweza kuzitumia tiba za asili kwa ajili ya kuwakinga na kuwatibia kuku wako kila siku. Natumieje vitabu vyetu? Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi e, na ni, soft copy. Nikisema soft copy. Maana yake, ni kitabu ambacho kinatumwa kwenye simu tunakutumia kwa njia ya Uh, unaenda labda stationary una kiprint au unasomea humo humo kwenyeye kwenye ki, kwenye, umu -umu, kwenye simu. Wataalamu wanaita ebook. E, kitabu e, hicho elfu uh, kumi tu kitabu kimoja, ukitaka kimoja elfu kumi, viwili elfu ishirini, vitatu elfu thelathini, ingia mwaka elfu mbili ishirini na sita kibabe, na hivi vitabu vitakusaidia sana kama ambavyo tumewasaidia wafugaji wengi. Nadhani labda unaweza kuwa unasikiliza content zetu nyingi, lakini hujawahi kupata kitabu. Nakushauri ukipate, kwa sababu kina mambo mengi sana ambayo yatakusaidia. Sasa tukiendelea na somo letu upande wa matibabu, kwanza uh, mkaa, unga wa mkaa, niseme unga wa mkaa, unga wa mkaa unatibu vizuri sana miharo, miharo hasa kwa kuku ambao wanataga chotara. Mara nyingi sana uki e, uwaga wana kuna mharo fulani uwaga wanaupata wana, wana unakuta kuku e, ukimwangalia eneo la nyuma unakuta amegandia, kuna kinyesi fulani kama cheupe amegandia, au ukichanganya chakula vibaya, kwa wale ambao huwa wanachanganya vyakula kwa kutumia kanuni zao. Um, kuna vitu ukizidisha ambavyo sisi KingoFarm tunavijua, ukizidisha tu kwenye chakula kuku wako atahala, yani utapata miharo. Uh, utakuta kuku wako wanahara, ma yanagandia nyuma, ujue umekosea, ushakosea kile chakula kukichanganya. Sasa endapo utachukua mkaa kwa mfano kwenye kilo mia za chakula ukachukua mkaa kilo mbili, ukachanganyia mle unga ule wa mkaa, ukachanganyia kwenye kile chakula chako, basi ile hali inakaa safi kabisa. Kwa hiyo mkaa wenyewe huwa unazuia miharo na tunauchanganyia kwenye chakula e, japo tunachanganyia kwenye maji. Kwenye maji unachukua vijiko viwili unaweka kwenye maji lita kumi, lakini hii nakupa na tahadhari, sio ya kupendelea kwa sababu moja. Uh, ukizidisha kwa mfano ukisema utibie siku tatu mfululizo miharo kwa kutumia eh, mkaa kwenye maji kuku wako wanaanza kupata shida nyingine tena watapata shida ya kuvimba nyongo e, watakuwa wanavimba nyongo baadaye utakuta kuku wako wanakufa ukiwapasua mle ndani unakutana na nyongo kubwa kwa hiyo uh, ni heri ukachanganyia kule kwenye chakula nadhani kwa wale ambao wana kanuni zetu tumeelekeza e, na mkaa pia mle tumeweka na tumeweka mle mkaa una manufaa mengi ukiachana na hiyo ya kuzuia miharo pia mkaa unatumika kama kasha huu mkaa. Kwa hiyo unakusaidia wewe, kwa mfano, ukiendaga dukani unanunua. Uh, wale ambao mnaenda dukani mnanunua, unakuta unanunua chokaa, uh, unanunua pia nini kingine, unga wa mifupa. Eh, unakuta mtu ananunua pia unga wa mifupa vyote hivyo mbadala wake ni mkaa. Kwa kiasi gani au mkaa gani, vyote utavikuta kwenye kanuni yetu, kwenye kitabu chetu cha ufugaji, vitabu mbalimbali mbali, cha ufugaji wa kuku wa kienyeji e, safari ya ufugaji, ufugaji wa broila mlendani, tumeweka matumizi ya mkaa kwenye chakula. Hilo ni eneo la kwanza kabisa. Eneo la pili, mkaa unaondoa sumu Ikitokea kuku wako labda ume overdose, chanjo mfano mzuri uh, unakuta chanjo ya kuwekwa kwenye maji lita ishirini ukapata maelekezo vibaya ukaweka kwenye maji lita tano. uh, sasa uh, kuku unakuta tayari wameishiwa nguvu miguuni wanashindwa kutembea vizuri, basi unaweza ukatumia mkaa kwa ajili ya wapa waweni, unaweka mkaa wanakunywa maji yenye mkaa kama nusu saa hivi, unayatoa unakuja una wawekea maji matupu. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kuwasaidia kuku ambao umeewa overdose, yani umezidisha ume e, chanjo au amekunywa sumu. Un, u, dalili ya kwanza kuku umetoka kuwapa chanjo, unakuta umetoka kuwapa chanjo, unakuta wote wanashindwa kutembea, unajua umeewa overdose au kuku wako. Umeona mkaa una manufaa mengi sana jamani, una yani una manufaa mengi sana Aa, na ni kitu cha kukitumia e, broiler wale ambao wanashindwa kutembea unakuta kuku wako kila angalia, ukiangalia hapa bandani, kuku wetu wote wanatembea, lakini unakuta wakifika hii wanashindwa kutembea kwa ajili ya upungufu wa uh, chakula upungufu wa, wa madini ya kasha. Basi unawawekea mkaa, na mkaa bwana huwa tuna weka hata kwenye chakula hiki cha kiwandani, hivi vyakula ambavyo wanaviuza hivi kwenye kilo hamsini unachukua e, kilo moja unachanganyia mle. Kwa hiyo kwa hiyo mfugaji ambaye unatumia vyakula vya e, dukani, nakushauri kama unafuga wa broiler hawa, ukiletewa unatwanga mkaa unachanganyia kwenye chakula chao. Unafungua mfuko una, unaweka labda kwenye tubai kama hivyo ukiweka humo, unachanganyia na mkaa, una kipeki tena. Kwa hiyo unakuwa unawapa kuku wako, wanakuwa wanakula chakula chenye mkaa. Utawasaidia kwanza kuku wako, utawaboost kuku wako, watakuwa wanakuwa haraka haraka. Hiyo pia huwa inasaidia. Asanteni na kwaherini jamani. Kama unatutafuta sisi, namba yetu ya simu nadhani ni hiyo hapo juu unaiona. Tupigie simu, uh, ili uweze kujiunga na kundi, lakini pia kama unahitaji vitabu vyetu.